Leo tunapozungumzia mada inayofungamana na changamoto ambazo jamii ya Maa imekumbana nazo. Kaunti ya Narok inajulikana kwa kuwa na utajiri wa utalii miongoni mwa zinginezo kama ukulima na mengineyo, na hii leo wananchi katika mji huu wameelezea changamoto ambazo wanapitia, na hizi hapa baadhi ya changamoto hizo. E, ile changamoto ambayo tunapitia sasa hivi tukiwa jamii ya Masai ni ni mabarabara, tuko na shida mabarabara sana na maji manake, hata kijaribu kuangalia hata ukielekea pande ya Mara na ni hapo ndio iko na, na mahali hapo ndio iko maradi sana, ambayo e, pesa mingi inaingia hiyo, ndio inaingiza Naro pesa e, ukielekea pande ya e, pande ya Naikara hiyo barabara barabara ni mbaya sana, na pande ya Nguswani e, barabara kutoka Nguswani mpaka Kineji hiyo barabara imeshimbika sana, na ukikuja pande hii ya Narosra kutoka wasongiro tu ukiingia hiyo barabara iwezi pitika. Kwa hivyo e, nasema hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tunapitia. Kama sisi wa Masai, tutapata faida tukipata ile kiongozi ambaye anajali sisi jamii ya Masai, kwa sababu sisi tunaisema sisi ndio bado tuko nyuma kama wa Masai, kwa sababu bado viongozi wetu hajatuleta pamoja, tukiwa kitu moja. Mimi hata nasema tu ya kwamba e, mambo ya kutahiri wasichana aache kabisa kutahiri wasichana hivyo tu ndio naunga naye mkono e, mimi napenda tu namwambia ya kwamba hiyo e, utamaduni yetu ya umasai asiache, tuvae mashuka yetu, na pia serikali yetu kama ako ndani ya roho kutu, anatupenda sisi atusaidie tuinue utamaduni yetu juu, hata sahihi ya kwamba watu ukijaribu kuingia hivi, kwa sababu mimi ni mzani, hata utamaduni yetu mimi nimependa kabisa, imeendakabisa ile shida sisi tunapitia swala, madereva wa magari hatuna e, mabarabara akitengenezwa mustuni yetu mashamba yetu na juhuli huko. Sasa hiyo ndio mashida sisi tuko nayo mingi mingi. Sasa ile kitu mimi na serikali tufanyie, tutengenezea mabarabara ndio tupate mali ya kupitisha, ndio machakula kila kitu. Pia sawa hai, tuko na shida mingi, changamoto ni mingi. Hospitali haifanyi, mabarabara haifanyi, sio? Tuko na shida mingi, ni afadhali tukae bila viongozi, tuseme siasa hii ya, ya Kenya haiwezi si tusaidisha wananchi wa, wa kawaida. Kwanza hata Raila ameharibu kabisa, kuungana na watu kwa sababu hee ndio watetezi wa wanyonge, lakini venye wameshikana, sisi wananchi tumeumia kabisa. Hata vitu tulikuwa tunanua pesa, imekuwa bei kali, kwa sababu ni viongozi tu ndio wanajifaidisha. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na vitu vinaweza kupata maoni mengi tu kutoka Narok. Nafikiri hapa tuna kama dakika kama saba za okay, kumaliza mada. Ardhi ameweza kuzungumza, tuzungumzie mambo mengine. Kuna masuala mengi kama mwelekeo wa uchaguzi na ukuja; kuna mila potofu kama ya ukeketaji na kadhalika. Nafikiri pia <clears throat> <laughs> Sasa <laughs> kaweza kuyazungumza kile cha nihakikishe, ni kwamba natengeza kipaza sauti cha Naisula Lisula, alafu nije kwako, na kwa hiyo nitaanza kwako, atakuja kumalizia jinsi alivyogawanya hati miliki za mashamba ili, lakini kwako tutazungumza kuhusiana na hii mila ya ukeketaji tu, maana yake ni issue, hatuwezi ziruka, wanawake wanateseka. <laughs> Rashid, dada zetu wanaumia na tumekuwa tukifanya taarifa siku baada ya siku. Kufanyaje? na niongee mambo ya mashamba Eh, sio mambo ya ukeketaji tafadhali. Sasa hii maneno ya ya ardhi. Nataka kuadvise wa Maasai ya kwa, kwanini... tafadhali hakuna Uh-huh. In fact, makabila ingine wanakujanga wanakuwa komiti ya kukata mashamba ama land adjudication. Hmm. Ni sisi wenyewe alafu baadaye tunauza tatu kuwaomba kwa heshima tafadhali tukitaka kuendelea na uongozi yetu. Naam. Tuache mambo ya kuuza mashamba, hata imelaaniwa kwa Biblia Leviticus 25:23. Inasema ya kwamba hakuna kuuza shamba, uuzaji wa kabisa ni ile tu kukombolewa ama vitu kama hizo. Kwa hivyo na hata Biblia imesema, Aha. shamba ni ya Mwenyezi Mungu, sisi Aha. ni wapita njia tu, unapata shamba unapatia watoto wako. Kuna, kuna swali umekuuliza kwa hivyo, kwa hivyo mambo ya mashamba tusiuze. David Olesa David Ole Sankok, mm -hmm. Kuna swali nitakuuliza. Ukeketaji umekuwa ni swala ambayo ni changamoto sana katika jamii ya Maa, nyinyi kama viongozi mnalizungumzia vipi? Tusiuze mashamba, kwa sababu tukiuza makabila wataingia, na wakiingia, one man one vote, kwa hivyo watapiga kura pia na wataweza chagua viongozi wengine, kwa hivyo tusiuze mashamba Wakati mwingine utakuja kama, kama, kama viongozi eh, wa Maa eh, nafkiri uh -huh. kwamba mila eh, ambazo tuse, sisemi ni mila potofu po, nasema ni mila ambazo zimepitwa na wakati. Naam. E, e, tume, tumeziacha hizo mm -hmm. mila ambazo zimepitiwa na wakati kwa sababu sasa hivi tuko 21st century na mila za kitambo e, tumeziacha. E, ningependa kuongelea sana maneno hiyo ya, ya, e, ya ardhi na muunga Mheshimiwa Sangok mm -hmm. e, ngependa kuambia watu wetu, ardhi yetu ndio rasilimali e, yetu ndio tajiri wetu tusiuze mchanga, tusiuze mchanga na mm, kama unataka kuuza uzia mmaa mwenzako ibaki kwetu. Kitu. Mambo ya, ya, ya, ya kwa watu wangu wa Samburu North, ningependa sana kuambia watu wangu wa Samburu North hizi, tangu tangu uchaguzi hadi saa hizi e, e, incidences ama cases za upo, upo, upo, uh, insecurity zimepungua. Ningependa sana kuwapongeza pamoja na, e, na viongozi wote ambao tuko pamoja na hawa, Mheshimiwa Lesuda, e, e, na viongozi wale wote ambao wamechaguliwa na community zetu. Ningependa kuambia tuendelee kukaa na hiyo amani kwa sababu amani ni kutoka kwa Mungu. E, mimi ni mwe, mimi ndio mbunge wa Baragoi uh, na tangu uchaguzi tangu, tangu maneno za insecurity imepungua. Asante, bado tutakuja, tuendelee kukaa nam. Kuna siku tutaweza kualika, tuwazungumze kwa kirefu masuala mengi hmm, lakini hmm, kwa kumalizia hapa na kwa maimai uh, kwa, kwa dakika moja moja pengine, okay. Kwanza mambo ya mashamba kwangu eh. Um, kuna two aspects mm -hmm, the historical injustices, watu ambao wana grab, watu ambao wamechukua mashamba ya Maa kwa mahali wako, hiyo ni tofauti sana mm -hmm. Alafu kuna ile sasa ambayo kama constituency yangu Samburu West mm. Last uh, term uh, the former President Uhuru Kenyatta alipeana over 10,000 title deeds for free kwa kwa wakaji wa Samburu West na whether kukata ni makosa, kukata sio makosa. hizo group ranches kwangu mimi mm. it was just a matter of time whether tuifanye leo whether tuifanye kesho. dunia imebadilika mm. mambo ya kuweka ng'ombe nyingi, tutaka tuweke ng'ombe chache watu waendelee. Ukikuja saa hizi Samburu West, watu udhani tunapenda kuishi kwa manyata ni kwa sababu mtu hakuwa anajua hapa ni kwake mm. saa hizi maendeleo ile iko kule imebadilika. kile tu naambianga watu wangu, tafadhali usiuze urithi wako hapo ndio watoto wako, hapo ndio un unauza mpaka unakosa mali wewe mwenyewe utazikwa. Tafadhali, mambo ya watu kuja kuwa broker, saizi kuna watu wanakuja wananunua hizo pieces, wanakuwa business people, baadaye wanauza and things like that we will continue to talk for you. Sisi tutaendelea kama viongozi wenu kuwa represent na tutawazungumzia kwa sababu nyinyi ndio mmetupa, nyinyi ndio waajiri wetu, mmetupa kazi tuwazungumzie. Na siwezi kukuacha ukaondoka na utanuranije kwa ni onkakuta bila kuzungumza masuala ya ukeketaji, kwa sababu najua ni visa ambao unavipata vingi. Najua eh, sangoko na uzito no, wa kuzungumza hapo. Ndio tunayo shida they are the gatekeepers hao. uh -huh. ndio baba zetu hao uh -huh. ndio baba ya hao wasichana na unaona vile anapozilia anapoozilia hiyo maneno uh -huh. Hapana, mimi ningependa kuambia watu wangu uh -huh. mara nyingi tukionekana kwenye TV we are leading in all the wrong things as a family uh -huh. mambo ya uh, early pregnancy, school dropouts, early marriages mambo ya FGM hayo, social issues kama vile Eli amesema yamepitwa na, na wakati. Kuna yale tutajitetea kwa national, lakini yale ambayo sisi tuajiletea kama jamii tuyaache, David Ole Sankok, tuyaache hayo. Uh, you know, girls right of passage whatever it is Nafikiri uh -huh. uh, we have made strides mm -hmm. uh, as a community uh, fewer and fewer of those practices happening. Mm -hmm. and it is a positive turn of mm -hmm. events uh, and me naomba tu jamii yetu for those traditions ambao tunaona ziko outdated mm -hmm. um, We should let go of. And then of course uh, we embrace you know, uh, modern modern day uh, justice whether it's in traditions or culture and so forth Kwa hivyo, I think we have made strides and we continue to do that. Um, kwa mambo ya ardhi Kwa kwa, kwa sekunde kada yes, yeah. Kwa mambo ya ya land. Realistically,

Tushikilie hapo, tushikilie hapo. Tutakuja Tutengeze, muda maana kuna mengi hatujayazungumzia kuja kuzungumzia thamani ya mifugo ambayo tunafuga kama jamii ya Maa, pia mila. Zunguza, mila, na kila kadhalika. Anasema kule Baragoi, kumetulia mambo shwari, dadangu na Isura Lesuda ameza kuyazungumza mengi na yeye ndiye ameanza mjadala wa watu kuonewa, kutokuwa na maendeleo na pia amemshauri David Ole Sankok kwamba kuna baadhi ya mambo lazima wazee wayakumbatie. Shukrani sana David Ole Sankok ambaye anawakilisha Kenya katika lile bunge la Afrika Mashariki kule, eh, Tanzania na bila kusahau ndugu yangu Kakuta Maimaya ambaye anasema yeye anajivunia kwamba yeye ndiye mwenyeji wa wakazi wote wa Nairobi anapokuwa anakwenda kule Kitengela kukaa, lakini anashangaa mbona kuna maendeleo.